Serikali imetoa agizo kwa kila mkoa kubainisha zao kuu la kilimo linaloweza kuzalishwa katika mkoa husika ili kujengewa viwanda na kutosheleza mahitaji ya soko la nje ya nchi. Wizara ya Viwanda na Biashara imetoa agizo hilo baada ya Uchina kuhitaji tani milioni mia mbili za muhogo kutoka Tanzania, lakini ikashindikana kupatikana zao hilo kwa kiwango kilichotakiwa. Tupate taarifa kamili. Wizara imesema utafiti ulioanzia mwaka elfu mbili na saba, ripoti imebaini kunahitajika kuongezwa uzalishaji katika mazao mbalimbali mbali ya kilimo na kutouzwa mazao gafi kwa ajili ya soko la kutosha nje ya nchi. Katibu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Uledi Musa, anasema mwaka huu wa China wameleta mahitaji ya unga wa muhogo tani milioni mbili, lakini mahitaji yaliyopo ni ya kuuza kidogo. Sasa kama unataka kuuza unga wa muhogo tani milioni mbili kwa mwaka tena, si kwa mwaka mmoja, kwa miaka mingi ijayo. Je, tuna mhogo huo? mihogo tuliyonayo ni ya kuuza kidogo kidogo. Kuhusu viwanda vya nguo, ripoti imebaini vingi havina washonaji, hivyo uzalishaji umepungua kwa kukosa wajuzi, na soko la mavazi ya ndani limeshuka kutokana na nawingi, wingi wa mitumba inayoingizwa nchini. Anasema kutokana na hali hiyo, serikali inakusudia kuzuia uingizwaji wa mavazi ya mitumba nchini ili kufufua viwanda vya ndani na kulinda bidhaa za nguo za ndani zitakazozali tunimitishe. Sasa wawekezaji waje wazalishe vitambaa vinavyoweza kutengeneza jeans, vinavyoweza kutengeneza mashati na kadhalika. Anasema ripoti pia imebaini kukosekana kwa wataalamu wa ndani wenye ujuzi wa viwandani, ambalo nalo ni tatizo linalochangia kuzorota uzalishaji, kwani viwanda vingi kwa sasa vina wataalamu wa nje. Na sasa tuna mkakati, kwanza kufezaoti mitumba, kuondoa mitumba taratibu, sio kwa kutumia nguvu, kwa kuhakikisha kwamba tunawekeza viwanda vya mavazi vinazalisha mavazi ya bei nafuu, bora ili kusudi wananchi wawe na chaguo. Takwimu za mwaka 2014 zilizotolewa na Wizara ya Viwanda na Biashara zinaonyesha kwa mara ya kwanza bidhaa za viwandani ndizo zinazoongoza kuliingizia taifa fedha za kigeni kuliko kilimo na utalii.